Kaunti ya Bungoma imejipanga kikamilifu kukabiliana na visa vya maambukizi ya kichocho na minyoo, ikiwa ni hatua inayoendana na takwimu zinazoonyesha kuwa asilimia tisini na nane ya sehemu za wakazi zinamiliki vyoo, jambo linaloibua matumaini wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya choo. Afisa wa afya katika kaunti ndogo ya Bungoma Kusini, Moses Tati, akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa afya wa kaunti ya Bungoma, amesema kuwa matumizi ya vyoo bora yana mchango mkubwa katika kudhibiti magonjwa mbalimbali ya maambukizi. The End Fund Mid-term Report 2023, 2024 on intestinal of worms and bilharzia indicated a significant reduction in transmission. However, the report also highlighted a high intensity of worm, worms infection among school-going children. The DHIS 2024 report shows that diarrhea among children remains one of the top 10 communicable diseases. Sitati pia amesitiza haja ya kuimarisha upatikanaji wa maji safi kwa matumizi ya nyumbani kama sehemu muhimu ya afya jamii. Aidha, afisa huyo amebainisha kuwa katika kaunti ya Bungoma kuna jumla ya wadi 17 zilizoathirika na ugonjwa wa kichocho amewataka wakazi wa maeneo hayo kuchukua hatua za kujikinga kupitia usafi wa mazingira na kufuata ushauri wa huduma wa afya. As Bungoma County, our toilet coverage stands at 98.2 and 65% in schools. That Bilhazia remains a concern in 17 wards in this country, in, in this county including West Sangalo I therefore urge the community to stop bathing and swimming in rivers in order to prevent Bilharzia transmission. I want to thank the Youth Wash Parliament of Bungoma for being so vocal on X, that is Twitter, and other social media platforms about water, sanitation, hygiene. Kauli yake imeungwa mkono na daktari Robert Wetoto ambayo imesitiza umuhimu wa kuendelea kutoa uhamasisho kwa jamii kuhusu matumizi sahihi ya vyoo. Bilihasia tuko na bilihasia mbili, ya kwanza ni bilihasia ya mkojo, ya pili ni bilihasia ya kinyesi. Okay? Na area hii West Sangalo iko na bilihasia because we have, tulifanya utafiti in 2021. na tukapata ya kwamba This place has bilihasia na tena this place has also minyoo hiyo, okay? Anapoenda msituni kwa miwa bila, tuko na miwa, naweza enda eh, kwa miwa ama aende kwa kichaka hiyo, inabebwa na maji. Mimi ni Alex Wekesa.